Sifiwe, narudi tena e, na clip ngumu, ngumu sana na yenye kuleta madhara kwangu lakini faida kwa wanaosikia. Somo langu la leo linasema, je, hivi wachungaji wa kweli bado wapo au kuna wachungaji wa mishahara? Wachungaji wa kweli bado wapo ama kuna wachungaji wa mshahara? Lakini kabla sijasema, niulize je, Yesu anasema wachungaji wa mshahara wapo ama hawapo? Yohana sura ya kumi mstari wa kumi na moja inasema mimi, ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa wa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake, humuona mbwa mwitu anakuja, akawa, akawaacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu wakamata na kuwatawanya yule ukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Mchungaji wa kweli bado yupo. Ninaweza nikasema kwa makanisa ya Kipentekoste, hii jamii ya makanisa ya Kipentekoste, tukienda kwa mtazamo wa Biblia, asilimia tisini na sita ya wachungaji wote ni wachungaji wa mishahara. Hii ina maana gani? Mchungaji yoyote ambaye hawezi kukemea dhambi kanisani, anarinda maslahi yake. Hawezi kuonya matajiri, kwa maana akiwaonya matajiri watahama kanisa. Hawezi kukemea dhambi kwa sababu anaogopa watu watahama. Ni mchungaji wa mshahara. Kwa hiyo kwenye makanisa ya Kipentekoste wachungaji wa kweli sijui, Mungu anisamehe. Najua ntatukanwa sana lakini ndiyo kweli, wachungaji ni wachache sana. Kwa sababu mume, mumeagizwa kuhubiri nini? Wachungaji, mumeagizwa muhubiri nini? Lazima turudi katika Biblia tuone yale mliyoagizwa kuhubiri, ndiyo munayo yahubiri? Je, Biblia inaagiza muhubiri mafundisho ya upako toka Jumapili mpaka Jumapili? Hapana. Katika kitabu cha Timoteo wa pili sura ya 4 mstari wa pili, sura ya 4 mstari wa pili nasema hivi, lihubiri neno uwe tayari, wakati ukufaona wakati usufaa, karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi makundi, kwa maana wana masikio ya utafiti. Nyakati ambazo Bibilia ilisema watu watakataa mafundisho ya uzima ni za sasa. Wanawake wote wanataka kunyoa nyusi, wake wa wachungaji wananyoa nyusi, wake wa wazee wa kanisa wananyoa nyusi, wake wa wachungaji wanavaa suruali na vimini, wachungaji wa washirika wanavaa masuruali na vimini. Na mchungaji kwa sababu anarinda ugali, anarinda apate gari zuri, apate fedha, yuko kimya, hawezi kuongea chochote, hawezi kukemea hawezi kusema chochote. Watu wanatoa nyusi, wanapaka mikaa, wanapaka marangi midomo, inafanana tumbili, wanakuja kanisani, wanashika maiki, wanaimbisha na mchungaji anapiga makofi. Anachofanya ni nini? Anarinda fedha. Watu wanavaa vimini, wanavaa masuruali, halafu mchungaji anakuja kuambia Mungu anaangalia roho, Mungu aangalii mavazi. Tuone kama Mungu aangalii mavazi. Tuone, wachungaji wa mishahara ndio wengi. Kumbukumbu la Torati 22:5, inasemaje? Mwanamke asivae mavazi ya mwanaume, wala mwanaume asivae mavazi ya mwanamke. Kumbukumbu la Torati 22:5, maana kufanya hivyo ni uovu. Wachungaji wanakwambia mafundisho ya mavazi yalipitwa na wakati. Mafundisho kwa sababu gani? Watu watakuwa na masikio ya utafiti, zitakuwepo nyakati za hatari. Tamaa ya utajiri imevuruga jamii ya Kipentekoste, tamaa ya fedha, tamaa ya mali, magari wawe na watu wengi wajai kanisani. Imevuruga tamaa fedha makanisa ya Kipentekoste. Na hii inatimiza neno alilolisema Yesu Luka 6:39. Yesu anasema, kipofu akimwongoza kipofu wote huanguka shimoni. Wachungaji wanaoruhusu washirika kuvaa suruali wanawake kuvaa suruali wachungaji wanaoruhusu wanaume kunyoa denge, wachungaji wanaoruhusu wanawake kunyoa nyusi, kibiblia ni vipofu. Kiulimwengu ni watu mashuhuri, matajiri, watu wanaokubarika, wenye makanisa makubwa, lakini katika ulimwengu wa roho ni vipofu. Biblia inasema hivyo katika Isaya hamsini na sita kumi mpaka kumi na mbili, kwamba wa wa wa, uh, viongozi vi, vi, vi wao ni vipofu, ni mbwa waliao. Yaani mahubiri ni kama kubweka tu. Mahubiri ni kama kubweka tu. Mahubiri ambayo hayasimami kwenye kweli ni kama kubweka tu. Mbele ya Mungu ni kama unabweka tu. Mbele ya watu unashangiliwa, unapigiwa makofi kwa sababu umewaruhusu wanawake kutembea uchi, umewaruhusu wanawake kuvaa vimini, umewaruhusu wanawake kuvaa masuruali. Wakati Biblia imekataza, wanakushangilia, wanaja, wanakupa hela, lakini mbele za Mungu unabweka. Isaya 56:10 inasema hivi, walinzi wake ni vipofu wote pia, hawana maarifa. Wote ni mbwa walio bubu, hawawezi kulia, huota ndoto, hulala upenda usingizi na mbwa hao wanachoyo sana hawashibi kamwe. hao Hawa ni wachungaji wasioweza kufahamu neno wote pia wakati wowote. Hawa ni wachungaji, Biblia inasema hawa mbwa ni wachungaji, haisemi kwamba ni wachungaji wasioweza kufahamu neno wakati wowote pia. Wamegeuka upande, wamezifuata njia zao wenyewe, wanatafuta faida yao, ni mbwa wasioshiba Akipata gari mdogo anataka kubwa, akitaka nyumba kubwa, afanyeje ili apate hivi vitu? Au watu ukiwakemea, ukiwakaripia, ukiwaonya hawatoi. Kwa hiyo inabidi wachungaji wawe mbwa vipofu, vibubu, vipofu wasiobweka ili wapate hela, wasiguse suruali, maana matajiri wake zao wanavaa masuruali makanisani. Wasiguse kunyoa nyusi, maana wake wa matajiri wananyoa. Wakae kimya, hata pombe zinanywewa makanisani, uzinzi huo usiseme, wamekaa kimya. Biblia inasema ni mbwa wasioshiba, hawashibi matumbo yao, wanatafuta kushiba. Ni wachungaji wa mishahara, wanaogopa kukemea dhambi. Ni wachungaji wa mishahara, wanaruhusu kunyoa nyusi kunyoa denge ni wachungaji wa mishara. Biblia inasema ni mbwa wanaobweka wa, hawashibi, wamejaa choyo. Sasa mahubiri yamegeuka, kila Jumapili upako deliverance, ukombozi, kila Jumapili upako deliverance, ukombozi, mafundisho ya kubarikiwa, mtakuwa matajiri. Lakini mafundisho ya rohoni, kuambia watu waache uzinzi, waache ulevu waache kuvaa suruali, wanawake waache kunywa pombe, watu waache uzi, hawawezi kuyafundisha haya. Maandiko ya kemea, karipia, onya walishatupa, wachungaji wametupa, maana ni mbwa waliyao, wana tamaa ya mali na tamaa ya fedha wameruhusu dhambi imekuwa kama kitu hasa, kwenye makanisa ya Kipentekosti. Mi nimetembelea makanisa ya Kikatoliki hapa Kiloleli, watakatifu wote nimetembelea, hakuna mwanamke anaweza kuvaa suruali kwenye makanisa hayo. Lakini makanisa ya Kipentekosti tunaongozwa na Roho wote, wamelewa dhambi. Mungu atusaidie. Mungu alitetee kanisa lake. Mungu aliokoe kanisa lake, linateketea. Yesu, tukumbuke, kanisa linateketea, kanisa linateketea na linateketea. Maaskofu wanatuua wanaendelea kutia moyo. Ukihubiri hivi, wanakutukana wanakujadili, wana mimi siogopi kufa, hata kama ni kufa, ninaogopa kuwa mnafiki mbele za Mungu. Mungu awabariki sana, tafadhali tembelea channel yangu ya Jibu la Ndoa katika YouTube. Eh, subscribe like share, ukifanya hivyo Mungu atakubariki. Naitwa mchungaji Joseph Petro, Natoka kanisa la Pentekoste, maduka tisa cha Mwenda, Mwanza. Mungu awabariki baibai, bye bye, tukutane tena wiki ijayo.